wa kumi tunakwenda kushiriki uchaguzi kwa sababu tunakwenda kuchagua maendeleo. Hapo vipi hapo? sawa. nini ni mashahidi, ishirini ishirini zilipita, propaganda hapo, tukachagua, tuliyachagua, mnayajua, tukachanganya maji na mafuta, tukaonja sumu ya mamba kwa ulimi yaliyotukuta ya nini, ni mashahidi. Kabwe maji yanatoka, yatoki, yametoka jana, sisi ni wewe, yametoka. Niwakumbushe jambo la uchaguzi siyo jambo la kubipu. Jambo la uchaguzi siyo jambo la kucheza kamari. Tunaposhiriki uchaguzi tunakwenda kuchagua viongozi watakaoshirikiana na sisi kutatua kero zetu. Tunakwenda kuchagua huduma ya maji, tunakwenda kuchagua vyumba vya madarasa, tunaenda kuchagua barabara, tunaenda kuchagua namna bora ya matumizi ya ardhi, lakini pia tunaenda kuchagua namna gani ya kuwapunguza au kuwaondoa tembo wanaoharibu mazao yetu. Ndugu zangu wana Kabwe, mimi Kabwe ni nyumbani. Miaka ya sabini mpaka ya themanini, baba yangu amekuwa katibu wa Kabwe CCM wa. Alikuwa akikaa Utinta, Mzee Athumani Kazukamwe marehemu, na akapata bahati akaoa wanawake wawili na watoto wapo hapo, vipi kwa, ninapozungumza habari za Kabwe ninazungumza habari za nyumbani kwetu kama ipo changamoto inawakuta wanakabwe, changamoto hiyo ina mahusiano na Kazukamwe. Nini ni mashahidi, ilani ya uchaguzi iliyopita ilikuwa barabara hii tuwekewe lami, tukaenda tukachagua mauzauza, mpaka leo tunapigwa na vumbi. Kweli sio kweli? Kweli, lakini ni watoe hofu, CCM ndio chama chenye ilani inayotekelezeka na sisi yenu, ndiyo kimbilio la wananchi wote. Kwa lugha rahisi, ndio muarobaini wa matatizo yetu. Mkononi nimeshika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mkataba. Mkataba huu ni kati ya sisi viongozi wa kisiasa akina Kazukamwe, serikali na ninyi wananchi ni namna gani tunakubaliana tuchaguane, ili twende tukatimize yale tuliyokubaliana. Mama huyu, ninyi mtakumbuka kama sio matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani, kitaalamu tunaitwa global warming, ongezeko la joto lililopelekea mvua kunyesha nje ya utaratibu na maji kuongezeka katika bahari na maziwa, bandari yetu ya Kabwe kidogo ime imezama. Lakini ajenda iliyokuwepo ya Chama cha Mapinduzi, na ndiyo inayoendelea kuwepo ni bandari yetu ya Kabwe ifanye kazi, meli za mizigo kutoka Kongo zilete mizigo, zibebe mizigo, zipeleke Ngoba na Kalemie. Haya, mambo yanawezekana CCM? Oi, mambo haya yanawezekana nini. Nyote ni mashahidi, barabara hii tukiwekewa lami, barabara hii tukiwekewa lami, tutaruhusu bidhaa zote za kutoka Dar es Salaam, Mbeya, Sumbawanga kuja Kabwe. Maana yake vijana wetu watapata ajira, wamama wanaojishughulisha wa na chakula, maafisa wa usafirishaji, bodaboda, wachomeleaji, vijana wenzangu wa saluni, watu wanawekeza katika manyumba ya kulala wageni, mahoteli na magesti, kote kutachangamka. Maana yake ni nini? Kipato cha mwananchi mmoja mmoja kitaongezeka, vipato vya familia vitaongezeka. Anayetaka kuongeza bodaboda ataongeza, anayetaka kuongeza kipe na mtungwi ataongeza. Wale wenzangu wakitaka kuongeza mke nao wataongeza. Sisi wa muoe hapo, hey! vipi? hapo sawa! Sasa ni waombe twendeni tukashiriki uchaguzi, twendeni tukampe Mama Samia kura za kumwagika ili tumdai maendeleo, sawa jamani? yeah. tukikipa mgongo chama na wenyewe wanatupa mgongo. Hapo vipi? Niwakumbushe, tuko wananchi zaidi ya milioni sitini na nne, lakini sisi wakina Kazukamwe Kabwe kwetu, haya mazingira ya kula kansonga kamneke kakibonde, eh? tabia za fisimaji na kakonge ndo zimetukuza sisiemu. Kakonge safi, sasa Sababu ni moja tu, niwaambieni, ukurasa wa arobaini na moja hapa. Hii ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani hii inaandaliwa kwa ajili ya kuleta maendeleo maeneo yote katika mkoa wetu. Ilani hii wakati inaandaliwa, mbunge awe wa chama chochote, ndio anayesimamia ndio anayesimamia uandaaji wa ilani. Mimi sipo kumsema mtu kwa sababu mimi nimelelewa na nimefundwa, nazungumza ukweli. Jimbo la Kalambo, ilani hii imeandaliwa wakati waliokuwepo madarakani walikuwepo. Ni mambo ya kusikitisha, katika shule mia moja kumi na moja jimbo la Kalambo, shule zote zimepewa madawati, sisi hatuna dawati hata moja. Ndugu zangu, Wanakabwe, tunaelewana? Anakuja mtu anakwambia, eh, sisi eh, chandimu tuna uwezo wa kuleta wewe. Wewe utaleta maendeleo? huna hata balozi wa nyumba kumi. Sisi eboi, utaleta maendeleo? huna hata mwenyekiti wa kitongoji huna, mwenyekiti wa kijiji huna, mkurugenzi wa halmashauri huna, DC huna, RC huna, waziri hata mmoja wewe hayo maendeleo unayapata kutoka wapi? Kuwa watu wa majaribio sisiemu oyi oy. Niseme nisiseme, mkoa wa Katavi umezaliwa ishirini kumi na tisa kutoka ndani ya mkoa wa Rukwa ambao umezaliwa mwaka sabini na nne, kama sikosei, leo hii Katavi ina maendeleo kuliko sisi, kweli sio kweli? karibu kila kata wana kituo cha afya sisi. Miaka mitano iliyopita, kwa sababu ya kujifanya ni majenerali wa ufugutu, tuliyoyapeleka tunayajua, tulichovuna mnakijua. Jimbo la Nkasi Kusini Mheshimiwa Mbogo amepeleka vituo vya afya saba. Sisi Nkasi Kaskazini ni kituo cha afya cha Kabwe alikiacha alimabodi na mpaka leo kinasuasua. Kweli sio kweli? Tuwe na wivu wa kuwa na wawakilishi wanaojali matatizo yetu. siciem oyi. Tuwe na wivu wa kuchagua wawakilishi wanaojali shida na matatizo yetu. Ina, Ina. Ina, Ina. Ina, Ina. Ina. na mimi naamini wow. Kutenda kosa sio kurudia kosa ndio. Wazazi wangu wa Kabwe ni watoe hofu. Mimi mmenizaa, mmenisomesha, serikali imenipa ujuzi ndani na nje ya nchi. Nimekuwa mtumishi wa umma kwa muda mrefu. Tunajua wajibu wa mbunge, tunajua mbunge anayeenda kusaini posho na mbunge anayetimiza wajibu wake. Niseme, nisiseme? Kuna yeah.